Shakon Mungu Baba uliye mbinguni, katika jina la Yesu, tazama watoto wako hawa wako mbele zako, wanakuja kujisalimisha kwako na kukataa utumwa wa majina ya ulisi na ukoo waliolisishwa tangu utoto, tangu tumboni, tangu kwenye mizimu, kwenye ukoo, kwenye madhabahu za mababu na mabibi walilisishwa roho mbalimbali ili watese, zizuie maendeleo na maisha yao. Leo roho yoyote iliyoukaa kwenye jina hilo, Bwana, inaenda kwa chini. Nyosha mikono. Mungu Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, jina hilo, jina hilo, jina hilo, jina hilo, wewe uliyekamata nafsi ya mtu huyu, uliyekamata jina la mtu huyu, uliyekamata nafsi ya mtu huyu nafsi ya binti huyu kupitia jina, umezuia mambo yote, kuwa kwa hilo jina, kuwa sura yake, huwa jina lake, kuwa nyota yake, kuwa nafsi yake, kuwa utajiri wake, kuwa toka, kuwa nisaya, kutoka nisaya, kutoka nisaya, nisaya kutoka. Yesu alishinda mauti, alishinda kaburi, alikuja kuwafufua watu wote, waliofungwa wanafunguliwa kutoka jina jina jina uliweka kupitia kupitia hicho hicho kitu kitu na hicho kitu hicho kitu unachokalia tabia zote za kuzimu, tabia zote za hiyo roho, tabia zote za hiyo roho, mawazo ya hiyo roho, mawazo ya hiyo roho, umekamata mawazo, umekamata akili, umekamata maono, umekamata mafanikio, umekamata utawala, umekamata umiliki, umekamata heshima, umekamata mafanikio, toka kuwa, kuondoka, kuondoka, moto, moto

kutoka bali yoyote kutoka bara popote, wewe ni ajili ndio ya ajili ndio ya ajili. Uwe bakata uwe subiani uwe maimona uwe bakata uwe subiani, hilo jina linapigwa pigwa jina pigwa hilo ndio, kwa sababu futika kwa damu Yesu, futika kwa sababu makaburi futika kwa zao futika kazi zao, futika futika futika futika futika futika futika kutika kwa jina ukiti wa huru kutika kwa jina ukiti wa huru kwa jina zuri wa huru kwa jina zuri wa huru. Madhabahu madhabahu yoyote waliokunganisha kupitia jina madhabahu ya ukoo waliokunganisha na pepo waliokunganisha na jini. Waliunganisha na mzimu, waliunganisha na kaburi, waliunganisha na agano lao, waliunganisha na mauti yao, waliunganisha na agano la ukoo, ili maroho yao yaingie kwako, ya kutese, ili maroho yao yao na kwako, ili waweke akiba kwako. Leo jina hilo wanaokupa, milango ya kuzimu ambayo inakufuatilia, milango ya mapepo ambayo inakufuatilia, milango ya majini ambayo inakufuatilia, milango ya filimasoni ambayo inakufuatilia, milango ya kuzimu inakufuatilia, milango ya kuzimu inakufuatilia, leo inakuachia mama. leo inakuachia mama. leo inakuachia baba, baba hayo maroho yote ambayo no, yanakufuatilia no, ya yanakung'ang'ania ya ya yanakung'ang'ania yanakung'ang'ania kupitia jina walilokupa, kupitia, kupitia jina walilokupa, kupitia jina walilokupa yakakapa uwarani yakasema, tutakaa tutajificha huko. Achia nafsi ya mama huyu, achia nafsi ya mama huyu, achia nafsi ya mama huyu. Toka nenda, toka nenda, toka nenda, toka nenda, toka nenda, toka nenda, toka nenda, toka nenda, toka nenda. naingia huko katika jina la Yesu. Roho ya wafu, roho za wafu ambazo wanazituma kwako, roho za wafu, ndoto za wafu, hiyo madhabahu yoyote ambao walikuunganisha katika ulimwengu wa roho tangu ulipozaliwa, hiyo kitovu, vitovu, iwe maroho, hiyo vyakula, hiyo vinywaji, leo namtuma moto. Hautaota tena ndoto za wafu navunja agano la ndoto za wafu, navunja agano la ndoto za wafu, navunja agano la ndoto za wafu. Kwanzia sasa ni kuachiwa agano, kwanzia sasa uwe huru katika jina katika la Yesu, uwe huru, kwanzia sasa uwe huru katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kumwomba Mungu, endelea kumwomba Mungu. Ng'ia huko, wala usongee upande huo. Nimesema madhabahu na Ma jina lako walioniambatanisha jina lako jina walilokutamkia kwenye ukoo, wakakufunga nalo, wakakuzika nalo, jina la makwazo makwazo makuvazo, jina la mizimu makwazo makwazo makwazo makuvazo, jina la miungu waliokutamkia jina makuwa- makuvazo, haya makuvazo, jina hilo kuanzia sasa, mama huyu namvua kwenye hilo jina, makuvazo, wewe pepo makuvazo, wewe mzimu makuvazo, ulio kumevaa jina hilo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu jina mulilo mpa kwenye ukoo, mulilomfunga nalo kwenye ukoo ili apitie mateso ili afungwe baraka zake ila siinuke tena iya teseke yaonewe iya nyang'anywe hata uzao wake hata uzao wake mkauteka kupitia jina makubazo toka roho ya makubazo toka mwachie toka mwachie toka mwachie leo wewe mauti unaondoka leo ndio mwisho wako wewe mauti jina la ukoo jina la makubazo na ukoo wa bibi upande wa bibi upande wa bibi upande wa bibi Upande wa bibi, upande wa bibi, upande wa bibi. Upande wa bibi yako. Upande wa bibi yako. Upande wa bibi yako waliokupa jina lako makubazo. Upande wa bibi. Hiyo jina. Upande wa bibi. Upande wa bibi yako. Bibi yako aliyekupa jina makubazo ili akae hapo ili kazi zake ziendelee kuishi ili ufalme wake uendelee kuishi ili mizimu yake iendelee kuishi. Toka kwa jina la Yesu. Toka wewe makubazo. Wewe makuvazo sio makuvazo mzimu, makuvazo mzimu, mlikampa jina la makuvazo kwa siri, mkamfunga nalo, mkafunga na <tipa>, uzao wake mkafunga. Kaeni karibu, nyinyi ambao naomba karibu, makuvazo kwa Yesu. Roho yoyote iliyomfunga, roho yoyote iliyomfunga, jina lake ilifunga, na vitu vyake ilifunga, baraka zake ilifunga, uzao wake ilifunga, heshima yake ilifunga, nyota yake ilifunga, mafanikio yake akayakuvazo kuanzia leo. Toka we mzimu, toka we mzimu, toka we mzimu. Nakutenga na kutenga na hilo jina kuanzia sasa. Nakutenga na kutenga na hilo jina kuanzia sasa, na kutenga na hilo jina kuanzia sasa, na kutenga na hilo jina, toka kwenye hilo jina, toka kwenye hilo jina, jina waliokufunga, jina la wafu, jina la mizimu, jina la matambiko, jina la mizimu, toka, jina la miungu, toka, toka, toka, toka, toka. Maroho yote yalikuwa nakaa humo, maroho yote ya kuzimu, maroho yote ya kuzimu, walikufungia kwenye hilo jina, walikufungia kwenye hilo jina, funguka. Yes. KUBUva, funguka, funguka, funguka, funguka vitu vyenu mlivyowekeza kwake. Mliwekeza mtandao wa mawasiliano, mtandao wa mawasiliano, mtandao wa maroho, mtandao wa maroho, mtandao wa maroho, maroho yote ya kuzimu mukawekeza, ili yampate kokota na kukwenda, mkaweka rada zenu kwake pkamziu Aya hilo jina leo linafutika. Hilo jina leo linafutika. Futa hilo jina. Futa hilo jina kwa damu ya Yesu. Futa hilo jina. Futa hilo jina mlilokamatia vitu vyake. Futa hilo jina la ukoo. Futa futa futa futa. Futa hilo jina nenda. Futa jina. Afuta ah, jina, futa jina, futa jina, futa jina, futa jina, futa jina, futa jina, futa jina kwenye moyo wake, futa jina kwenye nafsi yake, futa jina toka. Futa jina tapika. Jina mlikamata vitu vyake, kupitia jina mlikamata uzao wake, kupitia jina mlikamata mume wake, kupitia jina mlikamata heshima yake, kupitia jina mlikamata uchumi wake, kupitia jina paka. Futa futa futa undoka! futa undoka, futa undoka, futa undoka na kuvazo. Sio we makuvazo, wewe bibi, toka na kuvazo. Futa nenda, futa nenda, futa nenda, futa nenda, choma kanenda kwa Yesu. Sogea hapo mwingine, hilo jina lako kama walikufunga huwezi kufanikiwa mpaka ufanikiwe mpaka ufunguliwe. Maana yake, kuna maroho ambayo yamekalia china na yana uhalali kabisa wa kukaa hapo. Kama moja yakataa, kama moja yanakaa yakataa, yanakaa. Nyosha mikono. Mamkwe Kasara, walikupa jina la mamukwe Kasara, mamkwe Kasara jina la Mamkwe Kasara. A ah, kuanzia sasa wakakufunga nalo tangu utoto tangu maisha yako yote, ili uzunguke na mateso yao uzunguke na Mamkwe Kasara, Mamkwe Kasara, Mamkwe Kasara. Maroho yote yalikaa kwenye hilo jina yakajificha kwenye Mamkwe Kasara, kwenye Mamkwe Kasara. Maroho yote yakakauma kwenye Mamkwe Kasara. Haya, toka toka toka toka toka toka kwenye lesu, toka kwenye lesu, toka kwenye lesu, toka haribu yani ya kila kitu anachokifanya, yanavunja kila kitu anachokiinua, yanaharibu kila kitu. Hayo maroho yakakaa ya kwenye nafsi hiyo, kuanzia leo moto unao. Yesu Kristo ni moto. Yesu Kristo ni moto. Haya, maamke kasara, toka maroho ya kuzimu, toka hiyo mizimu ya ukoo, kupitia jina, kupitia jina, kupitia jina, kupitia jina, toka, kupitia jina, toka, kupitia jina. Moto, moto, moto, moto, moto, moto, moto naingia huko, moto, na moto. Mwachie achie jina, achie jina. Kwa Mungu hakuna lisilo wezekana. Uzao mteule, ukwani wa kifaruga, kutoka juu mbinguni, anazaliwa upya, huyo anakuwa mwana wa Mungu. Toa mzimu. Toa mzimu, toa mzimu, toa mzimu, toa mzimu, toa mzimu mliofunga nao. Kupitia ilo jina. Toa mzimu, toa mzimu, toa mzimu, toa mzimu. Ah, toa mzimu. Toa mzimu wa ukoo, mzimu wa ukoo, mzimu wa ukoo, mzimu wa ukoo, mzimu wa ukoo. Wa ukoo, wa ukoo. Na upigo wa mzimu uliobeba jina. Jina. Fujika ilo jina, fujika ilo mikataba. Fujika ilo mikataba. Yo maroho yote toka, maroho yote mliokuwa mnaishi kwenye jina, maroho yote mliokuwa mnaishi kwenye jina, ondoka, ondoka, ondoka ondoka kwa jina la Yesu aliye hai. Tumeisha tumaisha sogea hapa kama ba. Tunataka ukitoka ukafanikiwa kwa jina, nyanyua juu na ulikubali kuliacha hilo jina. Mungu Baba wa mbinguni katika jina la Yesu, jina lolote ambalo walikufunga nalo jina. Jina. Jina la mahiza waliokufunga nalo kwenye nafsi yako jina la ukoo la Mahiza na alivunja kwa jina la Yesu, na hiyo milango ya hayo maroho ambayo ilikaa kupitia jina hilo Mahiza, kuanzia sasa. Wewe mzimu Mahiza, wewe jini mkuu Mahiza, huyu uliyemfunga mama huyu, uliyemfunga mama huyu miaka yake yote, mkafunga mkasema, huyu atarudi tu kwenye mikono yetu, huyu atakwenda, lakini atakuwa wakwetu kwa sababu tumemuunganisha na sisi, Mahiza. Wewe Mahiza, Mahiza. Wewe, Mahiza. Mahiza ni lango la mapepo, ni lango la mijini. Wewe Mahiza, wewe ni Mahiza. Mahiza uliyekamata nafsi yake, uliyekamata nafsi yake, uliyekamata nafsi yake, yake. Wewe Mahiza unakamatwa na wewe unakamatwa kwa jina la Yesu. Huyu anaenda kufanikiwa. Mmekamata mafanikio yake kupitia hilo jina. Jina analoitwa sio lenyewe, ninyi mmekalia nafsi ambapo pana uhai. Toka wewe Mahiza. Toka kwa jina la Yesu. Toka Mahiza. Toka Mahiza. Toka Mahiza. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa mtakatifu moto wa mtakatifu, unang'oa hilo jina, unang'oa hilo jina, unang'oa hilo jina, unang'oa hilo jina, unang'oa hilo jina, unang'oa hilo jina, unang'oa hilo jina. Ng'oka hilo jina, ng'oka hilo jina, hata kama ni kafara, hata kama ni sadaka, ng'oka hilo jina, ng'oka hilo jina, ng'oka hilo jina. Ng'oka, ng'oka, ng'oka, ng'oka, ng'oka, ng'oka, ng'oka, ng'oka, ng'oka, ng'oka kwa jina Yesu. Ng'oka kwa jina Yesu. Ng'oka waliko kufunga, ng'oka, ng'oka waliko kufunga nayo Nawa no, kwa hiyo kwamba tuliche nayo. Nawa kwa hiyo na no, no, kutenganisha kwa jina la Yesu hapa. Tunapenda kumalizia, ziko roho nawaambia, zimesimama kupitia nafasi ambayo ulio nayo. Unaweza kufanya mambo hayafaniki kwa sababu wameshikilia jina lako. Lakini tunapenda kumalizia, usiogope, tumalizie, Mungu ni mwema. Ni heri kutoka ukiwa mzima kwa jina la Yesu. Ni heri kutoka ukiwa huru kwa jina la Yesu. Kuliko unasumbuka siku zote, kumbe mlango wa kutoka ni huu kwa jina la Yesu. Amen. Haya, twende tukamalizie. Wakati wale ambao watakuwa bado wanahitaji, mimi nitakuwepo hapa kwa ajili ya ushauri wa kusimama kwa nafsi yako. Kila kitu kinawekwa huru kwa jina la Yesu, amina. Inua mikono yako. Inua mikono yako tukailishe ibada hii. Tuombe. Mungu Baba, mfalme wa mbingu na nchi. Nakushukuru kwa ajili ya wema wako na kibali ambacho Mungu umekiachilia tena kwa wakati huu na majira. Tazama, tumekubali, tumesikia neno lako, tumeponya, tumefunguliwa, tumeachiliwa, tumekula tangu asubuhi mpaka jioni hii, mchana huu tunaendelea kukuona kwa. Asante kwa mkono wako ambao unapunguka tangu sasa na leo. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima juu ya watu wako ambao umeona mioyo yao, umeona maisha yao, umeona mapito yao, umeona mateso yao, umeona tabu zao, umeona jinsi adui anavyowaangaisha kila itwapo leo kupitia majina ya urithi ya mizimu ya ukoo ya mababu ya mabibi, lakini leo umeangusha. Kwa sababu ya utukufu wako Baba, pokea sifa kwa watumishi wako hao ambao wamepona siku ya leo. Maana watabaki kama walivyo, wanaenda kufanikiwa kama Yakobo aliyebadilishwa jina akaitwa Israeli.